Sasa hivi kazi yangu ni kuchukua fomu. Kutoboa kutotoboa ni baada ya majina kurudi. Jina la Esther Amos Bulaya si jina jipya machoni mwa Watanzania, lakini vilevile vile, si jina jipya machoni mwa wananchi wa mkoa wa Mara, lakini pia jina hili si jipya kwa wakazi wa jimbo la Bunda Mjini. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu, nimetimiza haki yangu ya kikatiba lakini vile vile nimetimiza haki yangu ya kikatiba kikanuni na miongozo yote ya Chama cha Mapinduzi. Nadhani wengi walikuwa wananijua, nilikuwa nimeenda kwa mkopo. Leicester City imeshuka daraja. Chama cha Mapinduzi ndiyo Barcelona ya Tanzania. Chama cha Mapinduzi kimerudisha usajili kwa wachezaji wake wa Barcelona ambao waliwatuma kwa mkopo kwenye timu ya Leicester City ambayo imeshuka daraja. Sasa kinaenda kutengeneza kikosi cha Barcelona cha kwenda kushinda Champions League tena. Unapozungumzia Chama cha Mapinduzi Tanzania, Chama cha Mapinduzi ni sawa na Barcelona, Chama cha Mapinduzi ni sawa na Real Madrid, Chama cha Mapinduzi ni sawa na Liverpool chama cha mapinduzi ni sawa na Bayern Munich. Kwa hiyo chama cha mapinduzi kitasajili striker, kitasajili kiungo mchezeshaji, kitasajili beki wa uhakika, kitasajili makipa wa uhakika, kwa ajili ya kuhakikisha kinasukuma gurudumu la kushinda nchi na mwenyekiti Dokta Samia Suluhu Hassan, Chama cha Mapinduzi chini ya makamu mwenyekiti wa sira, Chama cha Mapinduzi chini ya Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa chama chetu, gari limewaka. Nimetia nia kama mwanachama mwaminifu wa chama chetu kuja kuchukua fomu. Kazi ya leo imeishia hapa kama mwanachama, kwa kutimiza haki yangu, lakini michakato mingine inaendelea kwa vyombo vyombo vyetu vilivyopewa ridhaa vya chama. Leo sitakuwa na maneno mengi zaidi zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu zaidi ya kutimiza azma yangu, lakini furaha kubwa, nimerudi nyumbani, chama kilichonilea. Nimeanza harakati za chama cha mapinduzi tangu nikiwa vyuoni, nikiwa kiongozi wa chama cha mapinduzi kwenye vyuo. Nimeanza harakati ndani ya Chama cha Mapinduzi, kuanzia tawi la Uhuru na Mzalendo kama mwandishi mwandamizi. Nimemaliza hapo nikagombea wilaya, nikagombea mkoa, na mwisho nikawa mkuu wa idara ya hamasa ya vijana ya Chama cha Mapinduzi, nikawa mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya Chama cha Mapinduzi. Unaposema ujumbe wa kamati wa utekelezaji wa Chama cha Mapinduzi ndani ya jumuiya ya Umoja wa Vijana, ile ndiyo kamati kuu ya jumuiya. Kwa hiyo nina uzoefu wa kutosha. Nimekuwa mbunge wa vijana, nimekuwa mbunge wa jimbo, nimekuwa mbunge wa viti maalum. Nimecheza maeneo yote na yaelewa ka. Sasa hivi kazi yangu ni kuchukua fomu. Kutoboa kutotoboa ni baada ya majina kurudi. Utaratibu umewekwa vizuri. Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda kimejipanga. Chama cha Mapinduzi kimeweka utaratibu na fea kwa wagombea wote, kama haki yake ilivyo. Unapozungumzia gwiji la demokrasia, ni chama cha Mapinduzi. Asanteni sana.